na somo la injili linatoka katika injili ya Mtakatifu Yohane sura ya tatu aya ya 16 hadi aya ya ishirini na moja Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hili ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la injili tulilolisikia hivi punde ni mwendelezo wa mafundisho ya bwana wetu Yesu Kristo juu ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Baada ya mwanadamu kuanguka dhambini na kwa kupitia dhambi tukajitenga mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia dhambi tunafifisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, lakini kwa upendo wake kwetu sisi, kwa huruma yake isiyo na mipaka, anaamua kumtuma mwanaye wa pekee ili kwa kupitia yeye ulimwengu upate kuokolewa. Wapendwa, taifa la Mungu, kwa kupitia mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tunakombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Tunaalikwa kumwamini yeye aliyetumwa na kuyaishi mafundisho yake, hapo ndipo tunaahidiwa kuwa na uzima wa milele. Taifa la Mungu, Mwenyezi Mungu alimwamuru Musa ainue nyoka wa shaba kule jangwani ili wana wa Israeli wanapomtazama wapate kupona. Rejea kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na moja aya nne hadi ya tisa. Ndivyo tunavyoalikwa kumtazama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoinuliwa msalabani kwa ajili yetu akinyoosha mikono yake akitualika kumfuata kuyaishi mafundisho yake, kubeba mahangaiko na matatizo ya wenzetu, ili wote tuweze kuponywa na kushiriki katika furaha ya milele. Wapendwa taifa la Mungu, bwana wetu Yesu Kristo alikuja duniani kama nuru katika giza nene, nuru ambayo ilikuja kwenye ulimwengu wenye giza nene na wana wa ulimwengu wakiwa wamejaa matendo maovu, ndo maana walishindwa kumtambua yeye aliye nuru halisi. Hata katika nyakati zetu tunapata mwanga au nuru kwa mafundisho ya viongozi wetu wa kanisa, kwa kupitia neno la Mungu, lakini bado tunaanguka dhambini, tunashindwa kuyatimiza yale ambayo tunaelekezwa. Muda mwingine tunashindwa hata kuudhihirisha Ukristo wetu mbele za watu, kama katika familia zetu, katika jumuiya zetu, mahali petu pa kazi na hata mbele za watu. Tunaalikwa kuutangaza Ukristo wetu kwa matendo na maneno yetu. Pia zipo nyakati ambapo huwa tunaogopa kusema ukweli hasa kwa kukemea jambo fulani, tukiogopa kuvunjika kwa urafiki wetu, na pia tunashindwa au tunachukia kupokea ukweli, hasa unaohusu maonyo au maelekezo kutoka kwa wengine. Hapo ndipo tunapofananishwa na wana wa giza, ambapo huichukia nuru na hushindwa kupokea ukweli ambao ndio nuru yenyewe na mwisho huishia kwenye mauti. Wapendwa katika Kristo, tukitambua kuwa tu wa dhambi, tunahitaji kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, tunaalikwa kuikimbilia huruma ya Mungu kwa sakramenti ya kitubio, pia kwa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Pia tunaalikwa kujitafakari sisi wenyewe, kwani ni wajibu wetu kuyaishi yale ambayo tunafundishwa kama kutenda matendo mema, kujali watu wenye mahitaji mbalimbali mbali, na pia kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu kwa kuwafariji waliokata tamaa ili nao waonje upendo wa Mungu katika maisha yao. Hapo ndipo tutakuwa wana wa nuru na tutakuwa tunaishi ndani ya hiyo nuru ya kweli, kama alivyosema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye aniaminie hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Rejea Injili ya ya ya Mtakatifu Yohane sura ya nane, aya ya kumi na mbili. Tukiendelea kumtangaza Kristo mfufuka aendelee kudhihirisha ufufuko wake kwa kupitia matendo yetu mema ili watu wengine wavutwe au wauone ukuu wa Mungu kwa kupitia matendo mema katika maisha yetu ya kila siku. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frederick John Filippo